Naam, ndugu wa habari na wasalimu kwa jina la TRA United Sports Club na wote tuseme kodi yetu maendeleo yetu. Uh, nitoe taarifa kwamba kikosi cha TRA United Sports Club kimeingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya michezo ya ligi kuu ya NBC Soka Tanzania Bara dhidi ya Mashujaa ambao tutacheza tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa kumi, TRA United Sports Club tukiwa nyumbani. Uh, kimsingi niseme kwamba wachezaji wote wamerejea kambini jana na leo hii wanaanza maandalizi sasa, kwa ajili ya kujipanga vizuri kwa sababu katika mwezi huu wa kumi tutakuwa na michezo miwili, mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa ambao tunacheza tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa kumi, lakini pia a, mechi ya pili kwa mwezi wa kumi utakuwa ni dhidi ya Simba Sports Club ambao utacheza nao tarehe thelathini. Kwa hiyo maandalizi yanakwenda vizuri kabisa na wachezaji wamerudi wakiwa na hari, na hari moral ya kuhakikisha kabisa kwamba Ah, tunakwenda kujipanga vizuri zaidi kwa sababu mechi mbili ambazo tumecheza hatujapata matokeo rafiki, na mechi zote tumepata pointi mbili katika michezo miwili. Kwa hiyo sio matokeo ambayo kwetu sisi ni mazuri, na sasa tunajipa nafasi kwa wakati wa mapumziko kuweza kurekebisha makosa yote ambayo yalijitokeza katika michezo iliyopita, lakini pia kujenga uwezo mkubwa kwa wachezaji ili tufanye vizuri katika michezo hiyo. Kingine, naendelea kuwakumbusha Watanzania wote kwamba tuendelee kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu, na kwamba unapokwenda kununua bidhaa kumbuka kudai risiti, lakini pia unapotoa huduma kumbuka kutoa risiti, kwa sababu ndani ya risiti hiyo ndiyo kuna kodi ambayo inaleta maendeleo katika nchi yetu. Asanteni sana.